riu muturire wa triza no uthiite na mbere na gukorwo ukiambatira thutha wake gukiuma kuria mucii wake gatundu na riu arakioneka agiikara kuria gwa tata eci

akimutwara mukawa wagoro kumuteithia ahote kuriaga na fork and knife, kuonania ati Karangu aigite mutumia uyu kuria mugundaini atakumwambatiria kirathi ngwiciria wagitwaragwo maundu macio manene manene eyukiriirie muno na Ngai agakimuteithia agakorwo akirugamia na agakorwo akionekana niagite confidence iria ngukorwo ngimwikirira haha nimukuona uria Triza confidence yake ikoretwo ikiambatira nona ni turonire muthenya wa ira tata aci atwarite Triza aka moyo moyo tondu nora kimenya ruo na menoga ya kuria kwa ng'ombe ni hidi akoretwa akemeruta turona agikwoga fashion nige araki mahau arathie araki moyo moyo mugongo na mwiri na araki ejo juire cia kuria uguo turokio na Triza arogareta wega muno ne gumutigira video ici haha muthikiria wite mutuke akwirorera na no gorilikania origi na gitwe wetire go subscribe channel eno ito go comment na go share nigetha uga kora gwa mbere kumenya maria tura kumathira ngongo na ngongo uria tura gikumathira makiri mahiureke gutige na video ici cia Triza muone uria a

akasema wacha kwanza tupeleke Triza Triza wetu kwenda huko, akasema yeye kwanza aziwe na fesho, akaikia kwa rumu kwanza, akaogopa akaogopa, lakini wacha tuone ndio huyo. Akasema ah, mimi munianzie na facial eh, si akifanywa waxing, akuja niambie vile iko. Haya, na ndio huyo akatengenezwa uso, ndio huyo anatolewa anatolewa zile mafuta tulikuwa tumejipaka. Ndio huyo, ndio huyo, ndio huyo anatengenezwa uso. Acha tuone kama ye, atafanywa iyo ya Brazilian waxing. Uyu, Triza anatengenezwa uso, anapanguza uso vizuri eh, Triza wetu ndio huyo. Ha, kasichana ketu ndio huyo ndio huyo sasa, amefanyiwa feshio, amekuwa na gozi huku, nikiwa dpare Nairobi, Moi Avenue, aibea house Triza aka relax vizuri, akasikia e, mumenimaliza kichwa uso, mumenitengeneza e, mind zime relax, amekuwa na a very busy week. Akasema hata si uso pekee yake, ah, atwende kwa mgongo. Ndio huyo sasa, Triza wetu anafanyiwa massage. Oh, I love this. Amefanyiwa massage vizuri, ndio huyo Triza wetu akalala akalala. Simunagojea ile sasa ya Brazilian waxing. Uh, ukitaka kufanyiwa, ukitaka kuona hiyo ya Brazilian waxing itabidi uende pale ibe house room namba 1919 uko kwa d waxing pale Moi Avenue.